Tunaulizwa katika makipa wenyewe wawili mm, mambo sasa, basi, Ponda sikataka mechi, Tadakawe, mambo sasa mm -mm. Umwa, tu kuja kufanya shopping mojamoja nilipaka mpira rangi, utafuta mimi mpira imetia kwenye mapaja, naonyesha watu unawaka moto, nakutoa nje kupata utamu hata hey. <laughs> e, e, e, mm. si mmoja mojote, bongo. Mm. Mm. Toka mm. <laughs> goli kumbe, sio goli kumbe, mpira nao mm -hmm. E, uficha mapajani.